Tunaumia yeah, sana. Yaani ukipita mitaani watu wanalia, i tabu ya Watanzania tutaki yeah. Sisi tunapenda amani, tunataka tuishi kwa amani, tuishi nchi yetu, kwani tuanze hivi. Eh, maana unaona no, mpaka sasa hivi watu wametulia kwa sababu gani? Watu wanaogopa haya mambo pia ushasikia tu kauli maduka yote yamefungwa. Hatuwezi kutoka. Kuna watu wengi walikuwa Wala si. yamefungwa hatuwezi kutoka. Wewe mwenyewe unajua wanachoka mapa Vingunguti hivi ni nani anaweza kutoka kufanya. Wewe wewe mwenyewe hii kweli bwana. Koma hata ninani anaza wamekuja tu kuanzisha wengine wakaungana nao wanaingia na kuondoka na wanapasua maduka, wanafanya nini? Wanaiba, wanaondoka. si maisha yao si yajazoea, mheshimiwa? Yaani kama hivi tumekaa pale, basi wanango ngoje ni siku ya ipite. Lakini siku ya leo Watanzania wameonyesha mshikamano, umoja, lakini wameonyesha pia namna ambavyo wamekuwa wazalendo kwa nchi yao kwa kuto kuwasikiliza wale wanaofanya kampeni ya kutaka Watanzania wafanye maandamano yasiyokuwa na ukomo, na kusema kweli, sifa na, na, na, na, na, na, na heshima yote iende kwa Watanzania wote. E, jeshi letu la polisi kazi yake kwa kweli inakuwa rahisi pale ambapo wananchi wako wenyewe tayari kujilinda, na nimesema jukumu la jeshi la polisi ni kuhakikisha inawalinda wananchi e, wao na mali zao lakini bila wananchi wao kuanza kuzilinda mali zao na kujilinda wenyewe, ew, usalama utakuwa mdogo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wananchi wa Tanzania. Tuendelee kuipenda nchi yetu na tuendelee kuthamini mafanikio yetu haya, na kama kuna changamoto basi tuendelee kuzijadili na kuzizungumza kuliko kufanya yale ambayo yalitokea siku za nyuma. Yale yamepita, yashapita, sasa tugange yanayokuja. Kwanza, ulinzi na usalama ni jukumu la, la, la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ikiwemo uh, jeshi la polisi na ulinzi uko siku zote, uko siku zote, ila uwa unaongezeka kulingana na mahitaji ya wakati. Katika kipindi hiki, toka tarehe za mwanzo wa mwaka huu uh, mwisho, mwisho, mwisho wa mwaka huu tume, tumeimarisha ulinzi kwa sababu uh, nyakati za mwisho wa mwaka huwa kuna matukio, matukio mengi. Kwa hiyo hali hii itaendelea, uh, na wananchi wawe, wawe, wawe, wawe, wawe, wawe huru Eh, ku, kuendelea ku, ku, ku, kufanya shughuli zao lakini na, na wakati jeshi la polisi na lenyewe litachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanabaki salama na wanasherehekea hizi sikukuu zote mpaka tufike mwaka mpya, tutapita salama. Hmm. Yeah. Hmm. Yeah. Yeah, kwa maana, shughuli za wananchi kama kawaida, shughuli zitaendelea kama kawaida. Kesho watu wanakwenda makazini kama kawaida. Leo ndio hmm. tumesherehekea bwana leo, tume leo tuliamua tusherehekee kwa kukaa ndani sasa na wengine wanatoka kama mimi nafikiri umenikuta mtaani huku nami naendea na, na shughuli zangu. Mheshimiwa yes, yeah. Rais eh, anayo mamlaka kwa mujibu wa ibara ya 45 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, mwaka 77. Rais wa ya mwaka sabini na saba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana uwezo wa ku eh, mwachia huru mfungwa, wa, wa mfungwa yoyote eh, au kumpunguzia adhabu au kubadilisha aina ya adhabu Eh, hayo ni mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huwa mara nyingi wanafanya hivyo wakati wa, wa sherehe za kusherekea uhuru wa nchi yetu, na kama ilivyo eh, miaka ya nyuma, basi hu, kwa mwaka huu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa msamaha kwa wafungwa elfu moja na thelathini na sita kati ya hao ishirini na mbili ni wale wameachiwa leo hii tunavyozungumza, eh, na hawa elfu moja na kumi na mbili hawa wamepunguziwa adhabu kwa hiyo watakuwa wanaendelea kuachiwa kadri siku zinavyokwenda, kwa hesabu iliyotumiwa katika kuwapunguzia adhabu hizo. Lakini moja kati ya masharti makubwa huwa ni kwamba hawapaswi katika muda huu wa matizamio kufanya kosa lolote.